Usonji ni changamoto ambayo mtoto huzaliwa nayo ambayo huathiri ubongo au um, nervous system au milango um, ya fahamu na matokeo yake mtoto anakuwa anachelewa au anakuwa na changamoto kwenye kuwasiliana, kuhusiana na wengine lakini pia uwezo wa yeye kuweza kujitegemea au tunaziita self help skills. Anapata changamoto katika shughuli za kila siku za kujitegemea mfano kuoga, kwenda chooni sehemu hizi pia unakuta anakuwa anapata changamoto katika nchi yetu ni, na katika pia jiji letu hili ni condition ambayo au ni hali ambayo inawapata sana watoto wengi, na sisi kama Maisha Bora Center tulipiga hatua au tuliamua ku step forward kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watoto hawa. Hapa Maisha Bora Center tumeanzisha huduma ambazo zinawasaidia watoto hawa kwenye kuwasiliana, lakini pia kwenye kuweza kuchangamana, kuchangama na wengine na kuweza kujitegemea. Huduma hizo ni kama speech therapy na occupational therapy na behavior, pamoja na uwezo wa wao kuweza kujitegemea, tunazita self-help skills. Kwa mzazi ambaye amepata mtoto na hagundua kwamba ana changamoto ya usonji, inaweza ikawa ni taarifa au ni habari ambazo zitamshitua sana katika safari hii ya usonji ya kuweza kumsaidia mtoto aweze kutengamaa au aweze kupata nafuu au aweze kujitegemea, ni safari ambayo ina vikwazo vingi, ina changamoto nyingi, na ni safari ambayo kama mzazi peke yake hawezi kuifanya. Anahitaji um, huduma sahihi, anahitaji um, watu sahihi ambao watakaomzunguka, ambao watakaoweza kumshika mkono yeye pamoja na mtoto wake ili aweze kupata maendeleo mazuri. Mtoto wangu wa kwanza ali-ana miaka anatimiza miaka saba Desemba. Niligundua ana tatizo la usonji alipofika miaka miwili kama na miezi mitatu hivi, kwa sababu nyuma kidogo alikuwa ana, anaweza hizi za kuongea kama watoto mama mama baba, lakini baada ya miaka miwili aliacha kabisa kuongea akawa akitaka hata maji, akitaka kitu anakushika mkono anakupeleka kwenye maji. Akiwa labda kama amejisaidia anashika sehemu ambayo amechafua nakuonyesha ili umsaidie kumtoa. Kwa hiyo baada ya pale nikaanza kupata wasiwasi, mtoto alikuwa anaongea halafu amefika mali akawa haongei ameacha. Kwa hiyo pia kupitia labda kupitia hii mitandao na nini, tunaangalia kuna mtu nilimwona akawa anaongelea kuhusu usonji, ndo hapo nilipogundua kuhusu usonji. Uh, baada ya kuona hivyo nikawa na nikaongea nika na mzazi mwenzangu kwenye kutafuta suluhisho, nikaongea na watu tofauti, ukanambia kuna therapy, kuna mazoezi ya ambao watoto wanasaidika kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto zao. Kwa hiyo nilishauriwa kwenda hospitali kwanza kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Kama mzazi, baada ya kusikia kwamba mtoto ana tatizo kwa kweli tulipata wasiwasi kidogo, alafu tukaa tunajiuliza labda ni wapi tulikosea ama ni nini tulifanya, kwa nini mtoto awe hivi? Lakini mwisho wa siku tukaona tu ni mipango ya Mungu kwao. Tukaanza safari ya kuenda kutafuta suluhisho ya matibabu kwao. Baada ya hapo, ndo tukaingia sasa kwenye mazoezi, ambapo tukaenda sehemu ambayo tulienda ya kwanza, kidogo ilikuwa ina changamoto ambayo ilikuwa ni umbali naweza kusema pia na gharama, kwa sababu pia naona matibabu ya usonji na gharama sana. Kwa hiyo kule kidogo tulienda, alienda muda kadhaa tukaacha, tukaenda tena kituo kingine pindo, tumefanya mpaka mwisho na mpaka sasa hivi, namshukuru Mungu mtoto yuko vizuri, na ameshaacha mazoezi anaendelea na shule kama kawaida. Ana, tofauti, to, tofauti ni kidogo sana ukiwa makini, lakini mazingira ya kawaida ana, amesha changamka vizuri kabisa anajichanganya na wenzake, anatoka anacheza, anapiga stori, anaongea. Nilipata shida sana mwanzo, kwa sababu nilikuwa hata ukienda mahali na mtoto kwa hata kuna baadhi ya ndugu, baadhi ya marafiki utaambiwa unalea mtoto vibaya, kwa sababu alikuwa yuko hyper, yani mtoto alikuwa hatulii, anaweza ukaenda naye mahali kapanda juu ya kochi, karuka juu ya dirisha ka, yani alikuwa hana utulivu kabisa. Kwa hiyo ukienda naye hata leseni eh, labda supermarket hivi mmeenda, yani lazima umshike, usipomshika ni ni meza anatengeneza hapo, anaharibu. Kwa hiyo watu wanakujaji malezi mabaya, unasikia tu mtu anasema watoto wasiopigwa ndo wako hivi watoto sijui wasio nani ndo au, ah, watoto wanaokuwa kufungiwa magetini watoto wasioguswa. Kwa hiyo kama mzazi unasikia vibaya, kwa sababu wee unaona unalea vizuri halafu unasikia mtu ana pembeni tu anasema yule mtoto anale, analea mtoto vibaya. Mimi naweza kuwashauri ku, ku wazazi wenye watoto ambao wana tatizo la usonji kwamba therapy zinasaidia sana. Mimi namshukuru Mungu, mtoto wangu huyo wa kwanza amefanya therapy kwa muda sasa hivi. Alikuwa hawezi kuongea, alikuwa hawezi kucheza na wenzake, alikuwa hawezi kufanya chochote. Sasa hivi anaenda miaka saba, anaongea, anaweza kujiogesha mwenyewe anaweza kumsaidia hata mdogo wake, anaweza kumtuma, ni unamtuma na anatoa ma, unatoa maelekezo anayafata na anafanya inavyotakiwa. Namshukuru Mungu sana kwa hilo, namshukuru, nawashukuru watu wa mazoezi wa therapi ambao wa wamekuwa wakiwa naye kwenye safari yake, na napenda kuwashauri, kama una mtoto mwenye tatizo la usonji usimwache ndani. Sisi kama wazazi eh, hatukuweza kulipokea kwa mara ya kwanza e, kwa sababu kwanza ni kitu ambacho kilikuwa ni kigeni na hatukuwahi kusikia hiyo yani, yani apart from kwamba ipo autism au usonji, lakini mimi mwenyewe toka nime mpaka siku hiyo ninayoambiwa ndo nikajua kwamba hivi kuna kitu kama hiki e, kwa hiyo sikuweza kukubali. Umeona, challenges tuli tulizipitia nyingi, pia challenge ya muda Haikuwa rahisi kwa sababu alibidi aanze therapy kwa, unakuta sometimes una shughuli za kufanya, una kazi, kwa hiyo balancing ya muda wa kumpeleka kwenye hizo activities na kufanya mambo mengine kidogo ilikuwa ni changamoto ya, kwa hiyo eh, kwa mwanzoni eh, tulipitia hizo challenges, lakini kwa sasa baada ya ya kufanya hizo therapy mazoezi hayo ya, ya kila siku eh, kuna mabadiliko mabadiliko ni makubwa eh, ni makubwa sana eh, kwa sababu kuna vitu ambavyo mtoto alikuwa hawezi kabisa kuvifanya. Ya, na pia kama mzazi of course unaweza ukasema utapambana na mtoto mwenyewe nyumbani, lakini you need mwongozo, guidance mwongozo eh, kwamba utafanya mwenyewe lakini ukipata mwongozo somewhere na wewe ukajaribu eh, kwamba tupate, lazima mfanye wote, wao wafanye na wewe nyumbani, lazima uje ufanye nini, ufanye kidogo e. Sasa hivi mtoto anaendelea vizuri, sio mwisho wa maisha, kitu cha kwanza. Alafu pia yani, sio kwamba e, yaani yani sio ugonjwa e, yaani kitu ambacho nataka kuambia Usonji sio ugonjwa, yani sio ugonjwa kwa sababu mtoto anaendelea na ratiba zake kama kawaida, sema tu kuna changamoto ambazo zinafanya anashindwa kufanya baadhi ya vitu kama ambavyo ulitegemea afanye. Kwa hiyo ambacho nitawashauri, ninachowashauri wazazi ni kwamba wasikate tamaa e, yani kila kitu kwa kufanya na kufanya yani, juhudi yani, aendelee kufanya na kufanya na kufanya yani, asiache, yani ataona matokeo e, na mtoto anabadilika e. Kwa hiyo sio swala la siku moja, yani kwamba umeenda umefanya mazoezi umerudi nyumbani mmekaa, tomorrow tena unasubiri kwenye mazoezi. Kwa hiyo akishatoka kwenye mazoezi, yani yani, ninachoweza kuwashauri usigive up, kama kuna jambo umemwanzishia hakikisha wewe kama mzazi mzazi, yani naongelea mzazi e, kwamba of course anaweza akafanya mtu mwingine, lakini you have, unatakiwa usimame mbele yani uwe mstari wa, mstari wa mbele kufanya, kwa sababu asilimia nafikiri 85 90 anachangia mzazi e, kwa sababu watoto wao wanatofautiana e, kuna mtoto mwingine ukimwangalia tu hivi yani kwa kumwona tu E, unaweza kusema huyu mtoto ana shida fulani, na mwingine ukimwangalia hivi physically, yani huwezi kugundua shida yoyote, yani ni mpaka sasa akae kwenye hilo eneo labda zaidi ya nusu saa au dakika ishirini. E, kwa challenges ambazo mimi kama mzazi nilikutana nazo, e, sehemu nyingi ambazo ninakuwa ninaenda, Aa, yani ni kwamba, kwanza jamii pia hawako aware sana na hili jambo la usonji. E, kwa hiyo unakuta wanakuambia tu, ah, mama umemdekeza sana mtoto eh, au huyu ah, mtoto wako unatakiwa mtandike viboko, kwani anafanya hivyo vitu umeona, eh, hao watoto wapo na wana uwezo tu wa kufanya vitu vizuri, yani jamii ielewe, ielimishwe na hata huko mashuleni na sehemu hata wanazokaa kwenye mazingira mengine ya kawaida ya waelimishwe kwamba hiki ni kitu ambacho kinaweza kikampata mtoto, lakini pia yani e, wapate kwamba elimu sio kwamba watoto wale kwamba yani sasa ndio, ndio mwisho wa dunia yani, kwamba au ndio kwamba hawawezi wakafanya chochote yani, wakielimishwa vizuri, wakifundishwa, wakifanya hizo activities e, yani wanaweza wakafanya vitu vizuri zaidi e, na wakawa beta kabisa e, yeah. Kuna gap kubwa sana ambalo um, wazazi na jamii kwa ujumla bado wanahitaji uelewa zaidi kuhusu usonji. Na sio wazazi, sizungumzie mama peke yake, wa baba pamoja na um, wadogo, kaka na dada, wote wanatakiwa wafahamu nini maana ya usonji. Kama mzazi ukitambua kwamba mwanao um, au ukiwa na wasiwasi kwamba mwanao ana usonji, hatua za mapema zinatakiwa zichukuliwe, ili aweze kupata msaada. Utafiti una unaonyesha kwamba mtoto atakayegundulika mapema kwamba ana usonji na akaanza kupata um, usaidizi mapema, au tunaita early intervention mapema, kuna uwezekano mkubwa sana akapata maendeleo mazuri. Mzazi, mlezi, kaka, dada, mama, kama mwanao ameshatambuliwa kwamba ana usonji au una wasiwasi kama ana usonji, ni vyema kutafuta msaada wa mapema zaidi ili kuweza kumsaidia um, mtoto huyu. Safari ya usonji ni ngumu na ni ndefu, lakini inawezekana. Wapo wataalamu au tupo wataalamu ambao tupo tayari kukushikana na wewe bega kwa bega katika safari hiyo. Hautakuwepo peke yako, bali utakuwepo na watu ambao watakuwa na elimu na uwezo wa kuweza kukusaidia, ili uweze kufika mwisho wa safari na mwanao aweze kupata maendeleo mazuri.